Na mwomba Mama Samia kutokana na mfumo ambao wa hapa uliojitokeza, watoto zetu hawapati huduma za kwenda mashuleni, huku kuna shule makugira kuna nani huku malini mm dei -hmm. malini mali nini, kwa hiyo shule nyingi ziko huku, watoto hawavuki sasa hivi ilipo kwamba watoto tunawaeka manyumbani, hawapati huduma huku, na hata jana juzi tulikuwa tunavusha kwa mtumbwi pale, mtumbwi ukawa umefanya nini umedenguka ukawa unaenda bondeni, kwa hiyo tumehatarisha tumesmihatarishi kwa, kwa, kwa, kuwapegwa watu kufanya nini, kuumia. Adha ambayo sasa hivi sisi kama wananchi wa Malinyi tutakayoipata, kwanza ni mfumuko wa bei, kwa sababu hakuna huduma zozote zitakazotoka, pengine Ifakara magari pengine kuvuka kupeleka bidhaa ngambo ya pili, hilo halipo. Na pia hata changamoto nyingine ambayo, kwa miaka miwili iliyopita, wataalamu waliweza kutuwekea makalavati, lakini bado adha inaendelea kwa miaka miwili mitatu, mfululizo, kwa sababu ya maji mengi yanaitoka huko milimani Mahenge wapi huko, mito mingi inaelekezwa Malinyi. Siku kama hizi tulikuja na mheshimiwa Mchengerwa, tulitengeneza daraja ile ya mchangani, hii ya hapa. Watu wa TANROADS walikuja wakafanya matengenezo ya dharura. Mwaka huu lile daraja unavyoona pale limechukuliwa, kama lilivyochukuliwa mwaka jana. Mwaka jana lilichukuliwa zaidi lakini pale ndo kama umeona limekatika moja kwa moja na picha tunazo kwenye nini. Mheshimiwa Waziri, ninachokuomba, tupate ufumbuzi wa haraka haraka kwa namna ya kufanya, lakini pia kama nilivyokuomba mpanga wa wataalamu hawa mabingwa watutengenezee ufumbuzi wa kudumu. Lile daraja ndio uhai wa watu wa Malinyi kwa kwenda upande ule kule. Poleni ah, sana kwa changamoto hii ikizirejea tena, aka Rais Samia ameniambia pia ya kwamba a madaraja alikatika toka mwaka wa jana, na Rais amekupeni pesa jumla ya fedha bilioni kumi na nane. Hizo ni za madaraja peke yake, ameshaniidhinishia mimi. Nilikuwa naangaika kutafuta mkandarasi, ameniambia nije kuwatangazieni. Kwa hivyo tupo katika hatua ya kutafuta mkandarasi tumpate, hela ipo.